sana ili nianguke yaani kusukumwa ulinisukuma sana ili nianguke. Japo wamekusukuma sana ili uanguke ili usambaratike ili uishe, lakini Mungu atakusimamisha. Wacha kujalishwa na vile wanavyokusukuma, wacha kujalishwa na vile wanavyokutafuta, vile wanavyokuongea, vile wanavyokunenea. Wanaweza nena mapaya, wanaweza sungumuza jinsi wanavyotaka, maadui, kwa sababu ya hali ambayo uko nayo wengine ndio wamesababisha hiyo, wengine ndio wamefanya unapitia hayo unaopitia, na bado wataongea tu, lakini let them talk, kwa sababu midomoni yao na maongeo inatoka ndani ya mioyo yao. Wamejaswa na mambo mauvu ambayo ndio inatoka katika vinywa vyao. Wadi si, ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. naongea na, na mtu siku ya leo aliyeko mahali hapa ambao amesukumwa sana Ijapokuwa wamekusukuma sana ijapokuwa wamekufuatilia sana ijapokuwa wamekutafuta sana, hata kama wamekusukuma sana ili uanguke, lakini Mungu atakusaidia, Mungu atakusimamisha, Mungu atakutetea tena. Usikate tamaa wala usivunjike moyo kwa sababu ya msukumo yao. Just continue to move, just continue go ahead. Just continue. Mungu alali una. Mwimbaji moja alimba akasema, maskia Mungu inasikia, maskia Mungu inasikia o o o, maskia Mungu inasikia. Yani sikio la Mungu sio kama sikio la wanadamu ambao linabagua nani tutamsikia na nani tutamwacha. Sikio la Mungu linasikia, masikio ya Mungu inasikia. Ninakuombea siku ya leo, hiyo sikio la Mungu likusikie katika yale ambayo unaolia, katika ile unaomba, katika ile unaomwambia. Hiyo sikio la Mungu likusikie, azingatie yale maneno unaomwambia Una mama mmoja aliyekuwa amefika mwisho, aliyekuwa amefumbaniwa na maadui zake, wanasema huyu tunaenda kummeza, tunaenda kumwangamiza. Lakini alipoenda mtumishi wa Bwana akamnenea, akamwambia, akamwambia ya kwamba una watu ambao wamekuja kwangu, wanasema kwamba bwana yangu alipokufa, alikufa akawacha, akaniwacha aka na madeni, na sasa wanataka kuchukua watoto wangu wae watumwa wao. Maandiko inasema ya kwamba ule mama aliulizwa na nabii Elisha. Nabii akawambia ya kwamba ni nini ambao uko nayo, akasema ya kwamba mimi sina chochote isipokuwa mafuta kidogo tu. Aya ambayo niko nayo ndio inaweza kusema ya kwamba niko nayo, na unga kidogo ndio nimebakisha niweze kula niweze kufa pamoja na watoto wangu, lakini Mungu ashukuriwe, manake huyu mama po andaa hi chakula, akapereka kwa kwani, akapereka kwa masii akamwambia kwamba basi Kabla sijakula wewe kula kwanza, mtumishi wa Mungu akala akanywa na akashiba. Akutoka siku ile mafuta ilitiririka. Maanake ule mama aliambiwa, enda utege kila kitu nyumbani kwako, maanake mafuta inaenda kuanza kutiririka. Wacha kujalishwa na kile watu wanachoongea, jalishwa na kile Mungu anakuambia, kama ni kumtumikia, kama ni kutoa dhabihu, kama ni kutoa saka zako na sadaka zako sacrifice zako wejalishwa na kila kile ambacho Mungu anakuambia, because God is a faithful God, is not a man to lie. Just listen to this in the book of Psalms chapter, Psalms chapter chapter 140 verse 4 what say e, Bwana uniepushe na mikono ya waovu, na nilinde na watu wenye jeuri. E, Bwana uniepushe na mikono ya watu wa ovu, nilinde na watu jeuri, watu wasiokuwa na utu, watu wasiokuwa na kitu ambacho wana wanafili ya kwamba wakitenda watakuwa wamekuumiza. Maandiko inasema mwambie Mungu, e Bwana, uniepushe na mikono ya watu wa ovu watu wanaoonea, watu wanaotaka kusambaratisha, watu wanaotaka kuangusha, watu wanaotaka uishe. Bwana, uniepushe na mikono ya watu waovu, unilinde na watu jeuri, wanaopanga kunikwaza miguu yangu, wanaopanga kunikwaza miguu yangu. Maybe there is some people ambao wanapanga kukukwasa miguu yako, ambao wanapanga kukumaliza, ambao wanapanga kukusambaratisha, kwa sababu wanaona unyonge wako, kwa sababu wanaona uko peke yako, kwa sababu wanaona una nguvu. Hata ukiwaambia maneno hawezi kusikiliza ama hawezi kufuatilia, hata simu yako wanakata, pengine wakuoni kuwa kama mtu muhimu, lakini God is available. Siku ya leo na kuombea Mungu akupiga niye Mungu akutetee, Mungu akufungulie milango, Mungu akufikishe mahali watu wengine ambao kwanatoka katika familia yako wako haifika, wewe Mungu akupenyeshe akufikishe, hapo uone ukuu wake uone utukuvu lake uone baraka zake, wesi ukishimulia ukishimulia watu matendo ya Mungu. Let us check here in the psalm chapter Saburi chapter

kweli waliweka mitego ya kwamba huyu atasambaratika, ya kwamba huyu ataisha, ya kwamba huyu atafedhaika, ya kwamba huyu atachekwa. Niepushe na mitego walionitegea. Kama waliweka mitego ya kwamba utaishi ukichekwa, kama waliweka mitego ya kwamba utajenga, kama waliweka mitego ya kwamba utasambaratika, kama waliweka mitego ya kwamba uishi katika umaskini, kama waliweka mtego katika magonjwa ufe na high blood pressure, ufe na na cancer, ufe na tv, ufe na vitu ambazo asifamuni as, asitambuliki katika hali ya, ya, ya, kawaida. But nakuombea Mungu akuepushe na mitego ya watu wa ovu. Word say there e Bwana, Psalm 141 verse 9 niepushe na mitego walionitegea, na kutokana na mitego iliyotegwa na watu wabaya kutokana na mitego iliyotegwa na watu wabaya, watu wasiofaa, watu wasiokuwa na utu, watu wasiokuwa na heshima. Ambia Mungu akuepushe aku, aku, aku, aku akuepushe mbali na mitego waliokutegea na miwindo ambao wanakuindia. Major Over Shalom fight for you. Major Over Shalom give you the grace. Major Over Shalom wipe your tears. Major Over Shalom ili wa, eh, ywa, ywa sickness. May Jehovah Shalom give you peace, kwa sababu wezangu sku kwake Bwana majeshi akupigania akufungulie milango akulinde na wale ambao wanaokutafuta, akuweke safe, akuepushe nao, uone mikono lake apostle Dennis. If you do not subscribe, subscribe to more video to come, kwa sababu tunazileta ili ziweze kukutia nguvu, ziweze si kukufungua, ziweze si kutoka katika utumwa, uone baraka za Mungu na uone wema wa Mungu. Kama uko mgonjwa, whatever that you are going through, you can call me. Like, share and subscribe. Bwana akujalie neema na utukufu lake. Please, like, share and subscribe. Mungu akujalie neema na utukufu lake. baraka za Mungu zifikie. I wish you all the best. Shalom and shalom. Bye bye.